Aatuonekana hatuna akili nchini huko, imegoma sio kutuiga, tunaonyesha ukubwa, tunataka fakti zifatwe. Yani sisi sasa hivi ya sio ligi tusikiliza, sokugomea mechi tu, msimu ujao tukona vitu vya ajabu ajabu, hata ligi yenyewe atucheze. Mandala, wanasimba wenzako wanasema kwamba hamjagoma, wao wanasema mmegoma, hii imekaa nimekwambiaje. Sio wanasimba, mimi mwenyewe nimekwambia tujagoma, ila sisi tupo kwa ajili so ya kupiga msasa. Yani uni nini ni msasa kurekebisha sheria na kanuni zifuatwe. Bila Simba kugoma, Yanga amefanya trend njana, trend ya, mazoezi ya, ya, ya Yanga wanafanya kwa kawaida hiyo. Hivi vilabu ngevi na kawaida, baada ya Simba kuonyesha mfano hizi watu wamekumbuka kwamba inatakiwa. Umeona watu wanafanya home hapa sasa, umeona? Si umeona? uona kwa Sikosti wanafanya home hapo. Ndio tafsiri sahihi hii hapa. Kwamba Simba sisi tuligoma kwa sababu Umeona? Tuligoma kwa nini? kwa sababu sisi hatujagoma goma tu, sisi tumegoma kwa sababu kubwa kwamba tunataka tupige msasa. Msasa ndio huo hapo unaoona hasa hivi. Kila mtu atafuata sheria na kanuni, kila mtu atafuata sheria, ndio kazi yetu. Sisi hatuishii hapa, Simba haishii hapa. Sheria na kanuni watu watazifuata ndio kazi yetu. Nini maana maana ukubwa? Sasa ndio huo mnaoona. No, no, no, no. Ukubwa kuchukua basi, kufuata Simba Bunju ndio ukubwa. Wewe ndio unavyoona eti ukubwa eti. Ah, anakuja sana. Wewe ndio ukubwa. Hivi kabisa kiongozi, umesoma una elimu, unatoa funguo unampa dereva basi awashe eti afuate Simba Bunju, basi alina alina hata wachezaji. Kwa hiyo ndio kucheza mechi basi kwa basi zigongane. Ndio mechi. Yaani, na baba basi ndio wachezaji. Tunaelewa kucheza mechi na Simba. Kwa hiyo nataka basi kwa basi zigongane, vile sioni ndio zigongane, ndio mechi. Mandala, wakati na baada ya mchezo kumalizika, na pita mtandaoni wanasema kwamba kwa kama ni kiwango hiki mlikuwa na haki kweli ya mchezo ya ajii mpira. Naongea hivyo, mechi zina tension tension. Hii huwezi kusimamisha na, na dabi Yanga likopo Yanga mbova akina siboma na ki kicheza like, no, na Simba unaweza ukasema bayan ndio hii Simba. Ah, aki kiwango wachezajia, naona tungeenda kucheza nao sisi kikosi ikikicha kina mtare wangekoma na muona hii hey, eh? Si mbona Mtale wangekoma. Ah, si utaalamu huo, utaalamu huo tunajua sisi wenyewe, wazi wa fact, wazi wa position, au mwanasheria kujitegemea mwanasheria wa, wa, wa bodi ya ligi ndio mimi <laughs> Hey, nimekuja kuitetea bodi ya ligi. Bodi ya ligi ipi? Hii ya Tanzania ambayo watu wananyoshea vidole, mi nimekuja kuitetea. Mm, bodi ya ligi hawana kosa hata kidogo, yaani Simba haina kosa, bodi ya ligi haina kosa, wenye makosa wanaoongea pamoja na yanga yao. Makosa yapi au, Mandala? Narudia, bodi ya ligi haina kosa hata chembe, wala Simba Sports Club haina kosa hata chembe. Wenye kosa hawa wanaongea mitandaoni pamoja na yanga yao makosa yao yapi, Mandala? Wale wametokea wapi? Wale wale wavamizi wale kuja kuvamia basi la Simba, basi la Simba limetokea kuvamiwa lini? Wale waliovamiwa kina nani? Wale tunawatambua si kwenye mpira, wewe, si sheria za mpira tunazijua shee? Sisi tunapitia sheria za KAFU, hakuna neno komando kwenye Simba hii, kwenye mipira neno komando hakuna. Wale ni wavamizi, wamevamia basi la Simba. Simba wamehatarisha wame, wame maisha ya wachezaji. Chini mchezaji chin, huwa anaogopa. Alijua alijua M23 anakuja kuvamia basi. Wanataka kukimbia wachezaji kwenye gari. Timu imerudi nyumbani wameandika barua kwamba sisi hatujaridhishwa, tumevamiwa sisi vamizi na mabaunsa wa Yanga lakini kitaalamu kwenye katiba za michezo mabaunsa hakuna. Wao wasemaje bodi ya ligi hawana akili? Ni vaa sasa usika kama bodi ya ligi nimeitwa kasi afu nielezee. Ni vai ni nivaae huhusika hicho tutolee mfano kwanza, ili mwelewe labda mi namaanisha nini toda yani, na, yaani nafaa ili uelewe yani, ili uelewe nachokimaanisha. Hoja ipo hivi, mimi hapa tuongee ba nimeitwa na kasi a tufanye na, yani, kwa mfano huu ni mfano eh. Yangu ameshtaki bodi ya ligi kasi kwamba bodi ya ligi wanataka pointi, pointi tatu. Kwa hiyo bodi ya ligi itaitwa, sina makosa imeshtakiwa, kwa nini mwailishe mechi? Bodi ya ligi wanaenda na statement, kuna timu ambayo wanacheza Simba na Yanga. Simba alifuata kanuni zao kwenda kucheza mazoezi, wamevamiwa na watu wasiojulikana, kwa sababu kikanuni makomando atambuliki kwa hiyo Simba alivyovamiwa wakasema hachezi mechi wamevamiwa paka tuwafuatilie wale watu wa kina nani. Kwa hiyo kwa kwa, ku, kwa, kwa, kusikiliza Simba na kweli kufuatilia tukagundua na ndugu soma tabarua bodi ya ligi wamesema kweli kuna kwa, watu walisimamisha gari ya Simba kwa hiyo tunafuatilia. Kwa hiyo kwenye kufuatilia kweli tuligundua Simba kuna watu waliwazuia kwenda kufanya nini? Mazoezi. Kwa hiyo tuliamua kuisimamisha mechi ili kuwafuatilia watu wametumwa na kina nani. Unamkamataje bodi ya ligi? hiyo kitaalamu tunatumia notification, tunaita notification a factorize, ah tunatumia utaalamu mdogo wangu. Haya mambo ya fraction force, wewe unayajua, horizontal hizo. Wewe unakaa unaweza kumsikiliza mtu kasha kunywa juisi huko, si maana makosa, si maana makosa. Umesoma wapi? Kuanzia sasa hivi tuanze kukagua, redio redio paka redio, tukague vyeti vya wachambuzi. Mandala, mandala nasikia, mlikuwa na mbuzi pamoja na mashehe. Sawa. Tunaweza wakasema sisi tuna mbuzi, video zinaonyesha vaimu 23 kipindi basi la Simba analizuia lisiende. Tuonyesheni video nyinyi za mashehe na mbuzi kama mnazo, wapi mliwaona? Kuna klipu ipo kwenye inaonyesha kabisa, inatembea ndani ya basi la Simba kuna klipu inatembea ndani ya basi la Simba, ulimwona mbuzi? Hata kuku mlimwona? Ya nini wanauliza magari matatu Benjamini, magari matatu umeona wapi? Tuacheni siasa jamani, tuchezeni mpira hmm. Yanga ilimikeni, haya saa mmelibeba basi lenu kutoka Jangwani, mmelipeka kwa eti tunaenda kucheza mechi na Simba, unapeleka basi halina hata mchezaji. Kwa hiyo ikacheza dabi ya basi kwa basi, zigongane, yani ndio dabi basi wamelipeleka Bunju kule kufanya nini? Service. Service kule kuna gereji, kuna gereji sawa. Ndio tumekimbia mechi? mn. Ndo lije basi tupu? Jibu swali, yeah. Basi tupu ndo lije basi tupu kule bila wachezaji, alio wachezaji. Haya, Yanga tuwaeleweje? Sikiliza, Yanga tuwaeleweje? Mara kwanza akasema tucheze mechi, mara pili wameenda na basi, tumechukua pointi tatu Watu na magoli matatu wanamtafuta wetu tucheze, tucheze mechi tuelewe nini sasa? Mechi hamchezi mnamtafuta Simba mcheze naye, mmechukua pointi tatu, which is which? Tumieni akili. Mandala, Mandala, nataka nikuulize swali moja. Unataka kuniambia yale mazoezi ya dakika 45 au 30 ndio aliyowazuia nyinyi msicheze mechi? Shida yako umechelewa. Kilichosababisha gemu kugairishwa sio mazoezi, kuna watu wasiojulikana wamevamia basi la Simba kwa kuepusha kwa kuepusha bodi ya ligi, kilichofanya nisikilize, basi, umeniuliza mdogo wangu. Kwa kuepusha bodi ya ligi, kazi yake kufuatilia kwa bodi ya ligi, hapa inafuatilia ndio imesimamisha mchezo. Simba ina mamlaka kusimamisha mchezo. Simba imetoa, imesema tu, mimi sichezi mechi, mchezo ulibaki pale pale. Inamaanisha mchezo ungekuepo, yanga angeenda angepewa pointi tatu yanga, ngekuepo, yanga, ngeendo, ngepopo, ntitatu, yanga kwa hiyo Simba hajagairisha mchezo, waliogairisha bodi ya ligi, kwa kuchunguza kwa tuma wa Simba. Kwa hiyo bodi ya ligi po sahihi kuchunguza, hawa ah, watu waliovamia basi la Simba kina nani, kitu gani? Nye mwelewi tutumie vibogo sa waandishi, ndio mjue. Swali zuri mwandishi, nazaa labda unielewi Kilichofanya Simba agairi kucheza mechi, nyamkuisoma vizuri barua, sio hajafanya mazoezi, amezuiliwa kufanya mazoezi. Yani basi limevamiwa na, na Simba taarifa yao ukisoma, anasema tunataka kujua hawa wametumwa na nani. Hivi unaendelea vizuri. Simba hakugairisha mechi kwa sababu hajafanya mazoezi kwa sababu kuna watu walikuja ambao wamevamia lile basi. Simba anataka kujua wametumwa na nani wale watu. Mkitujibu tunacheza sisi mechi. Mandala, kwa ni kundi la wahuni, organize, na, yeah. Na, na ndio maana bodi ya ligi kwa kuwa wana elimu wamesoma wamesoma barua, Simba kaona wana wana maana wa wa wakasimamisha mechi kuchunguza wale watu kina nani, wakishapatikana jibu, wakishahukumiwa, tarehe itapangwa sasa. Kataa usilete timu. Mandala, swali langu la msingi: barua yenu mlioandika kuhusu malalamiko, tayari mlishafanya decision kwamba nyinyi mnawaamulia mnawaamulia sisi ni klabu, sisi hatuna haki ya kusimamisha mchezo, hila tuna haki ya kutoa malalamiko, kutoa maelezo. Kwa nini barua yenu muandike kwamba hatutashiriki mchezo huo, tumegoma kushiriki mchezo, lakini mchezo kugairishwa. Kawaida timu ikigoma, isipoenda, bodi ya ligi mchezo unakuwepo, timu pinzani itakuja, itapoa pointi tatu. Bodi ya ligi iligairisha mchezo, iligairisha kwa, kwa hiyo. Haya sasa, hapo iliyogairisha me, mechi Simba au bodi ya ligi? afungwe miaka mitano. Kuna kitu kielewe. Simba sisi tumegomea mechi, tofautisha kugomea na hukumu. Vitu vingi unachanganya hapo. Sisi tumegoma kucheza. Kwa hiyo ile mechi iendelee, ilitakuwa mechi isimame vile vile. Yanga waende Makemesa, sawa, wawepo wahesabu dakika Simba haijafika Yanga ape point tatu. Taka, nakosea. Unataka kuniambia Mandala kama TFF angesema mechi ipigwe mngekuja Benjamin Mkapa? Hata kama Simba singekuja mechi ingekuwepo. Tofauti yao kwa vitu unavichanganya. Unachanganya uwepo wa mechi na Simba kukataa kuja. Kuna vitu viwili. Simba kakataa kuja, ila hajaghairisha mechi. Ila mechi ilibaki, ndio kama unakumbuka, asubuhi watu wanasema mechi iko pale pale. Hata Yanga walitoa taarifa kwa umma, tunatambua mechi ipo. Simba ndio leo goma, ila mechi kuharibika. Kwa hiyo kama bodi ya ligi ingesimama na mfumo wao Yanga ingeenda makamesao angekuwepo na Yanga angepewa pointi tatu, lakini mechi bodi ya ligi akaza kaigairisha mchana baada ya kupitia barua ya Simba kuona Simba wana mantiki. Sasa aatubishana ukweli jamani. Sawa Mandala, kwa muda ambao mechi imeairishwa, kwa wewe kama mpenzi wa soka unaona ni sahihi? Ah, ah, sasa hiyo ni wao wenyewe wataalamu wa, wa, wa wenyewe wa bodi ya ligi sisi tunachojua bodi ya ligi walichokifanya wao kutumia busara kufuatilia barua ya Simba, wamejiridhisha kaona mechi gairishwe na tarehe itapangwa na mechi itachezwa. Kwani ndio mechi ya kwanza kwenye ligi kugairishwa, au kisa mechi ya Simba na Yanga? Mechi ngapi zimegairishwa? Mechi ngapi zimegairishwa kwenye ligi? Kuna muda lazima tukubali jamani, twendeni na protocol. Tushaza sisi konakona hivi kona, konakona kona, twende na protocol hasa hivi, kama mjui operesheni inaendelea, tunataka kutoa hii Simba na Yanga kuonekana ndio mechi ya special. Tunataka tuifanye Simba na Yanga kama mechi ya kawaida tu, lazima ufate protoko, kwenye mazoezi mje, kila kitu mfanye, sio mambo kwenda kuroga uwanja. Marufuku kuroga uwanja. Hasa hivi, tupige mpira pale kama una uwezo, unakula gongo nne. Kwanini wazuia Simba zigi kufanya mazoezi? kama sio achawi, kwa wewe, kwa nini wazuie Simba siingie? kama anajiamini, kwa najiamini, kwa nini wazuie Simba? Ah, taifa nini? Ah, nikuulize swali, labda wewe, wewe kufunga ni lazima yaani, mwezi mwe, umewekwa kuna kanuni ipo kwamba atakuwa ufunge? Kwa hiyo eti mwezi kufika, Mungu akuweke malaika mpige simu, Mungu nifunge? wewe unakuja akilini kanuni ipo kwamba timu natakuwa ikafanya mazoezi mandala kwenye kufunga si lazima tuone mwezi ndio nakwambiaje kanuni ipo kwamba timu lazima ikafanya nini mazoezi muda fulani mandala wewe usipoona mwezi utafunga ndio nakuuliza swali kanuni ipo lazima timu wajibu wa meneja mlango wewazi ule muda timu ikafanye mazoezi kama haupo tabii tukuulize kwa nini ya kuwepo hiyo protocol tunatumia tutumia asira hiyo ni protocol sawa mandala nashukuru kwa muda wako nashukuru